Arahii kwamba wakati ambapo binadamu anatosheka kwa mambo ya kimwili ya kidunia huwa ni mwepesi sana wa kusahau mambo ya Mungu. Tunaanza kudunisha Mungu, tunaanza kudunisha mambo ya kimungu na tunahifadhi yale yetu ya kibinadamu vinavya ukuli mwegi umepungukiwa na mambo hale maji. Tuko katika enzi mpya, enzi ya teknolojia, enzi ya teknolojia. Tunatumia simu zetu, tunatumia zile kompyuta. Watoto wamezaliwa katika enzi hizo. Ii kama kina mama mnajua zaidi Kitambo sisi tulipokuwa tunakuwa, mtoto akilia, alikuwa labda ananyonyeshwa ama mama anampa nini? Anampa chakula kingine, atanyamaza. Siku hizi mtoto akilia, mama anampa nini? anampa na niensi ambayo lazima tuliangalie, na jinsi ambayo ya yanaongoza maadili inasaidia ku, ku, ku, ku, kutilia mkazo maadili ya imani na na maadili yale ya kibinadamu ambayo yanapaswa kuwepo kati yetu, ama inapunguza, tusipoangalia itapunguza kinamama wewe ni mwalimu juzi nilikuwa kule katika shule ya yetu ya seminari ndogo, na kuna vijana waliokuwa wanapewa kipaimara pale, na nikawauliza, wewe shule yako ya kwanza ilikuwa ni ipi? walikuwa saba. Mmoja akaniambia ile shule alienda nasari ilikuwa shule yake ya kwanza, mwingine akaniambia ya primary, mwingine akaniambia primary Kawambiapa hiyo haikuwa shule yako ya nini? Shule ya kwanza ilikuwa ni shule ya baba na nani, na mama. Baba akiwa principal, mama akiwa nani, deputy wako. Na unajua katika shule ambayo anashughulika na mambo ya discipline ni nani? Deputy. Deputy ni anapewa kazi ya principal ya ya ya ya ilikuwa ikishinda deputy ndio sasa anakuwa ni kwa nani, kwa headmaster. Na mimi nakumbuka sana tulikuwa nyumbani, ilikuwa ni ukifanya mambo huyu mama deputy anakucharaza anakucharaza. Ukiko mgumu saa ingine unakaa kama utaki kufuata mambo yake anakwambia ngoja baba afanye nini, hakuja naambia bana malizana sana mimi <laughs> Sababu unajua ikifika wakati ule mambo yatakuwa mabaya hey! Kwa hivyo nyumbani, familia na ndio hata katika uh, kwa heshima ya mwaka huu maaskofu walisema tuongee okay, kuhusu familia, majukumu yaliyoko katika familia, baba ni nani katika familia, mama ni nani katika familia, majukumu yao ni yapi? Hapo ndipo shule ya kwanza ilipo. Aliyefunza mtoto kutaja mama sio mwalimu wa ile primary nilimpeleka. Aliyemfunza ni nani? Aliyemfunza kwamba kuchukua kitu cha mwingine ni vibaya, sio mwalimu wa shule ya msingi, ni baba na nani? Kwa hivyo pale ndiyo chanzo cha kukuza maadili katika familia. Na ndio sababu kikundi kama chenu cha sita, kuna kazi nyingi ya kuweza kuweka mawazo pamoja, tuone ni vipi tutawaongoza na kuwasaidia watoto wetu wa sasa, tusipoimiza umuhimu wa familia. Na nilapoongea kuhusu familia naongea kuhusu baba na nani? Na nani. Naongea kuhusu baba wa kiume na mama wa nini? Wa kike. Unajua kuna sehemu nyingine baba ni mwanamke tu na mama pia ni mwanamke eh? Dio sasa, hayo ndio mambo ya sasa labda hayajafikia, na tukicheza yakatufikia ya yako kweli na hata yako hapa katika nchi yetu, yapo katika shule zetu, yapo katika shule zetu, na mengine yanatokana na hii mitandao tulio nayo, simu hizo ambazo watoto wetu wako nazo ambayo wewe sijui kama unaangaliana ndani ya simu ma si, hiyo ni nini? iko ni, ni, ni, ni... siku moja mama mmoja alikuja akaniambia kwamba mimi ah, nafurahi sana, nafurahi kwa sababu msichana wangu tangu nimnunulie laptop siku hizi hata kwa dunia yake ake nini hachoki. Nikamwambia, na unafurahia hiyo kwamba hachoki? Eh, unajua mama mambo kama haya, ama baba, unafukuzwa unaambiwa, enda ulize atiaa, ulize nayo. Siku hizi ukikataa kumwambia siko mwalimu Kugo na mwalimu Kugo ataondoka mwalimu Kugo akaa ile, kila kitu anataka kufanya nini, kuona mazuri. Kwa hivyo lazima tushikilie kazi hiyo, tusiuze ya kufundisha watoto wetu. Tusipowafundisha, basi watafundishwa na ulimwengu. Waswahili wanajiambia hivi eh? na ulimwengu ndio huo mtandao sasa. Ulimwengu ndio wale watu ambao hawataki wa kuwa na nidhamu na itikadi zozote za kuwasaidia. Huo ni umasikini, yaani upungufu. Tumepungukiwa na maadili, tumepungukiwa na maadili tumepungukiwa na maadili kiasi kwamba hata siku hizi, si nyinyi kina mama mlisema my dress my choice eh? kwamba vile ninavyovalia inakujarisha nini? na unajua tunaposema hivyo, basi hayo mavazi hayo hayo pia tunaelete watu tunalete kanisani. Nilienda mahali nikaona katika ubao wao wa kanisa wameweka yale mavazi ambayo ya hauruhusiwi kufanya nini kuingia kanisani nayo, eh? yale mavazi ambayo ya hauruhusiwi kuingia kanisani nayo, kwa sababu njia zingine za kuvaa ni njia za kuweka watu katika majaribu majaribu. Na binadamu ametengenezwa kwa chuma na maji, binadamu ametengenezwa kwa mwili na damu. Sasa wewe ukikuja hapo amevaa kichungi. Hata <laughs> yule mali ambaye anasema mambo <laughs> <laughs> <laughs> ya yaliyopo huyo msichana anapotoka nyumbani eh? si anatoka kwako na wewe. Haya ndiyo mapungufu ambayo Kristo anasema anakuja kuhubiri kwa masikini. Masikini tu, sio yule wanayesimama barabarani na kuomba, masikini pia wa kiroho ambaye amepungukiwa hekima hizo za kiroho ambaye yamepungukiwa na maadili hayo ya kutambua kizuri na kibaya. Tunapoanza kuangalia mabaya na tunaona ni sawa tu, basi tunaanza kukosa